Kwanza ambalo ni la muhimu sana tuliseme, nawashukuru waandishi wa habari wa walio capture, waliopata tukio la wakili wa serikali anampiga wakili mwingine ngumi. Wakili wa serikali anapigana! Hili ni tukio baya sana, na mimi sitegemei liishie hapo. Nategemea kusikia kauli ya Jaji Mkuu kwenye hili, kwa sababu angekuwa ni wakili wa upande wetu au ni mtu wa Chadema amefanya tukio hili, ungeona ambavyo lingekuwa amplify. Na hebu fikiria, wakili wa serikali anachukua jambo personal kwa sababu sisi tulijaribu tu, tu, tu, kuamini kwamba hii ni kesi, wameona ina msingi, wameileta hapa, lakini kitendo cha wakili wa serikali Thawabu Isa kurusha ngumi, kupiga mtu kwenye uku kwenye kwenye mahakama, tunafikiri hili ni jambo muhimu sana kwamba liwe address na nalichukuliwe hatua. Na hebu imagine mtu kama huyu ambaye anarusha ngumi akateuliwa kuwa jaji ambaye ameisha form opinion au chuki dhidi ya Chadema, anachukulia mambo dhidi ya watu wetu wanaodai haki personal. Huyu mtu akiwa jaji atafanyaje kuhusu Chadema? anakufanyaje utakuja hapa na kesi ambayo unaistahili kuhukumiwa miezi sita, yeye hata kuhukumu kukunyonga kwa sababu ana chuki. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na ambalo sisi limetusikitisha na linatusikitisha. Jambo la pili ni mwendelezo wa kuwa watu wanapigwa hapa, na hili nafikiri ni muhimu sana likakoma, kwa sababu kwanza ukisema watu wetu walete listi ya watu wanaoingia hii kesi iko hapa mfululizo siku thelathini kwa jinsi tulivyoambiwa, nani anaweza kuja hapa siku thelathini mtu wa kawaida, kila siku kila siku tofauti, na askari ambao wako kazini, au mahakimu ambao wako kazini, au majaji ambao wako kazini. Mimi kama kiongozi naweza kuja amani, anaweza kuja, lakini wanachama wetu lazima kutakuwa na rotation. leo atakuja, kesho atakuja, atakuja mwingine mwingine, atatoka Mbeya, mwingine atatoka Iringa tunahitaji sanity hapa. Sisi sio watu wagomvi, tunachohitaji ni kutendewa haki, kwa sababu sisi ni Watanzania. Reasoning inatuambia nini karne hii? Kwa nini watu wana behave kuliko hata wakoloni walivyo behave? Yani unakuja kutuambia umepewa list hapa ya watu wanaoingia nani kwa siku 30 kwamba hao watu watakuja hao, au mahakamani hao, au na wengine wanaosafiri kuja kumwona hapa Lisu wasiingie. Sasa leo watu kumi na sita wamepigwa wameumizwa, na mmoja wao anaitwa Stanslaus, hali yake ni mbaya sana, na hili jambo niliunganisha na jambo ambalo tumelisikia wote, tumesikia wiki nzima, ili tutaliadress pembeni, lakini nataka niliseme, kwa siku kama tatu, tangia tarehe moja mpaka leo, wanachama na viongozi wetu mbalimbali kumi na tano wametekwa, wamechukuliwa katika mazingira ambayo haieleweki sehemu mbalimbali za nchi, na leo tumeona wote, kuna habari kwamba katibu mwenezi wa CCM barozi ambaye amefanyiwa nini vetting na vyombo vya usalama vya nchi hii ametekwa. Sasa ili nilitumie kuwaambia walioko madarakani, wazungu wanasema power is transient mamlaka huwa yanapita haraka sana. Ungemwambia Polepole eh, kipindi cha Magufuli akiwa katibu mwenezi kwamba miaka minne ijayo utatekwa, asingekuelewa. Kwa mlioko madarakani, ambao mama zenu wako madarakani, mnanyanyasa watu, mnaumiza watu, kumbuka hili, power is transient. Kuna siku isiyo na jina mtajiraumu sana hata kwa nini mlipata hayo madaraka. Tendeeni watu wema, na tunataka vyombo vyetu vya dora vituambie hawa watu wako wapi. Nchi hii watu walitafuta uhuru, sio kwa ajili ya vyombo vyetu vya dora kutumika kututisha sisi. Vyombo vyetu vya dora haviwezi kutumika kutisha wananchi, vinapaswa kutumika kulinda wananchi. Hatuwezi kukubali vyombo vyetu vya dora vigeuzwe kuwa vinatutishia sisi wananchi wa nchi tunaolipa kodi. Kwa hilo ni muhimu sana tukaelewana kwamba tunataka haki itendeke. La mwisho, kuna jambo ambalo mimi limenishangaza sana, na mwenyekiti wetu ameliadresi japo mahakama ame imelizungumza lakini amelieleza vizuri sana. Mimi nimeshtakiwa mara kadhaa, nimehudhuria kesi nyingi mara kadhaa. Hii ni kesi kubwa, mwenyekiti wetu au serikali wanasema wana mashahidi 30 mwenyekiti kwa kuanzia tu alitaja mashahidi kumi na tano kwa hiyo ni arobaini na tano leo shahidi mmoja tu siku nzima imeisha hajafanyiwa cross examination lakini kwenye cause list, wameandika mpaka tarehe ya hukumu kwamba kesi itaisha tarehe kumi na moja tarehe kumi na mbili wanatoa hukumu sijawahi kuona mimi kesi inaisha leo hata kama ni ya kuku kesho hukumu inatolewa lazima majaji watapata muda wapitie zile hoja waandike judgment. Nani aliyesema kwamba, nani aliyeandika hiyo hiyo hukumu kwamba itatoka tarehe kumi na mbili? Na hayo mazingira yanatuambiaje sisi? Sisi kama Chadema tunaamini nini? Kwamba hiyo hukumu ambayo tunaambia itatolewa tarehe kumi na mbili wakati kesi inaisha tarehe kumi na moja inatusababishia hofu kubwa kwamba kuna judgment imeshapangwa dhidi ya mwenyekiti wetu na jambo hilo tuna question, na hatutanyamaza, hatutakubali. Ni jambo linalotupa mashaka makubwa sana kwamba inakuaje inakuwaje, inakuwaje cause list inatoka mpaka inaeleza siku ya judgment? Inawezekanaje hicho kitu? Mi sijawahi kuona kesi ishe tarehe kumi na moja tarehe kumi na mbili ma mashahidi, nani hukumu na mashahidi hao wanaweza ku kukaa pale ukahojiwa leo, kesho ukafanyiwa cross examination, siku inayofuata ukafanyiwa nyingine. Hiyo inawezekanaje kwao? Wanachadema, tuendelee kuwa macho, lakini nataka niwaambie wanaotawara, wanaojiita watawara wa nchi, sisi sio ng'ombe wao wala sio mbuzi wao, wanatupeleka machinjioni. Waache kumwaga damu za watu bila sababu. Tunataka kujua wako wapi watu waliochukuliwa? Sisi kama Chadema hatukubaliani na mtu yoyote kutekwa kwenye njia. Kama mtu anakosa akamatwe, ndugu zake waarifiwe yuko wapi, waende wakamuone. Leo tunazungumza karibia siku ya sita, kiongozi wetu Ernest Mgawe mwenyekiti wetu yuko ndani haruhusiwi kuonwa. Huyu mtu anazuiliwaje kuonwa? Ameua amefanya nini hicho cha kumzuia kuonwa na viongozi wenzake, kuzuiwa kuonwa na familia yake, hapelekwi mahakamani? Huu ni utaratibu gani kama sio utaratibu wa kuinstigate fujo kwenye nchi? Na wanaosema sisi tunataka kuchochea fujo ndio wanaochochea fujo. Unapokataa usitekwe, wanasema wao unachochea fujo. Kwa hiyo wanataka utekwe kama ng'ombe, ukae kimya, hapo ndio huchochei fujo. Ukikataa kutekwa, huyo anataka kuchafua nchi. Kati ya anayeteka watu na anayezuia watu wasitekwe, nani anachafua nchi hii? Nani anayetaka kuharibu amani ya nchi hii? Watekaji ndio wanaoharibu amani ya nchi hii.